Baada ya kutumikia miaka mitano Bona alifanikiwa kutoka gerezani, lakini hakuwa na sehemu ya kuishi kabisa. Hivyo akaenda nyumbani kwa Roberto pamoja na Tamara. Hao walikuwa washikaji zake zamani. Ile nyumba sasa haikuwa kubwa sana, lakini mulikuwa na watoto na familia nzuri tu. Kwa hiyo Tamara alimteka Bon awe mwangalifu sana mbele ya watoto, hatakiwi kujihusisha na jambo lolote lile ambalo alikuwa halali, yani ambalo linaweza kuleta shida pale. Hakuna kutumia silaha wala mambo yoyote ya kihuni. Bon alikubali, pia aliongezea kodi katika kuhakikisha kwamba hapotezi nafasi ya kuishi katika eneo lile kwa amani kabisa. A on I, Mr. Bon? Sasa ndani ya Los Angeles kuna mapambano ya mtaani huwa yanafanyika kila siku. Huu mchezo ukija kichwo kichwo unaondoshwa mapema sana, licha ya kuwa haujaruhusiwa huu mchezo kiserikali, lakini watu walikuwa wanapiga pesa kinoma, yaani walikuwa wanapiga hela nyingi kuliko kawaida. Sasa kulikuwa na maagent mbalimbali ambao kazi yao ilikuwa ni kutafuta wapambanaji wenye nguvu sana. Kuna huyu jamaa hapa anaitwa James, huyu ana nguvu ya madaraka kidogo na ndiye ambaye alikuwa anaongoza mapambano mengi tofauti tofauti. Yaani yeye alikuwa anasikilizwa kuliko, kwa sababu watu wengi sana walikuwa wanamwogopa kutokana na tabia zake za ubabe ubabe hivi. Bon alipoona hii michezo akaielewa fresh tu. Kwanza aliona wanabebana sana, kwa hiyo alimfuata Pinball na kumwomba pambano na Hammer Boy. Sasa Pinball aliogopa sana maana hakutaka kupoteza mtu mwingine sababu kila anampeleka pale basi anatulizwa na Hammer Boy. Pia hakutaka kabisa kumtoa kafara mtu asiyemjua japokuwa aliwekewa mguu wa kuku mwilini mwake. Basi Pinball akafanya anachopaswa kufanya, lakini alitaka kwanza kupima uwezo wake. Kwa hiyo aliandaa mapambano fulani ili mradi kuweza kumtega, kuangalia jinsi gani bwana anaweza kupambana. Lakini bwana Boni alikuwa anasoma mitindo ya watu wote ndani, kwa hiyo alikuwa anaelewa vizuri mno, akajua jinsi gani ya kudili nao. Alipoweza basi, Pinball alionyesha kumkubali mno na kukubali moja kwa moja ombi lake. Sasa njiani wanapiga stori hiyo ya mlimeda mmoja hivi ambaye aliolewa akatelekezwa, alafu mume wake akaenda gerezani. Yaani mambo yalikuwa mengi kidogo. Siku inayofuata James anakatakata nyama kwa ajili ya mbwa wake. Anasogea Teddy na kumwonyesha video ya pambano la Bon ambalo ilifanya James avutiwe sana na nguvu ya Bon. Kwa hiyo alitaka aongee na Pinball kumhusu huyu mpambanaji mpya, lakini kabla alitaka kumtisha Teddy kupitia mbwa wake. Mchana siku ile Bon alikuwa pamoja na familia yake mpya wakienjoy pamoja, lakini alikuja Pinball kumfuata mshikaji wake wakapiga vizuri kazi. Yaani kulikuwa kuna mchongo mmoja maana sana Let's check me. I play baada ya pambano paintball akamfata jamaa mmoja hivi anaitwa Tatu. Huyu mwamba huwa anatamba sana na kujisifu kwamba ana wapambanaji wazuri. Alimwambia kwamba akapata bondia mpya na akaweka dau kubwa sana la pesa kwa ajili ya Bono, kwa hiyo Tatu akamtoa bondia wake anaitwa Guti. Mwamba akamzimisha raundi ya kwanza tu, kisha akaomba wengine, wazee nao wakaitika. Basi moto ukawaka sana na hakuna aliamini kabisa. <tops> <tops> <tops> <tops> <tops> Sasa, pesa ikaanza kukusanywa na umaarufu kachukua nafasi yake. Kwa hiyo Pinbel aliyookote sana kupitia Bon. Baada ya pale amerudi zake home, amechelewa bala halafu. Akua vizuri, Tamara anamtazama vizuri, anamkuta na jeraha kichwani na damu pia, ikabidi ajaribu kumhudumia. Sasa Bon akauliza kwa nini Tamara umeamka mapema sana, lakini binti akajibu kwamba huwa anaamka mapema ili mradi afanye usafi na kuandalia watoto chai kabla hata ajaenda kazini. Japokuwa sio watoto wake wa kuwazaa, lakini alikuwa anajitahidi sana kuwapa malezi mazuri ili mradi wasije kuwa watu wabaya huko mbeleni. Bon aliuliza kuhusu Jerad sababu huwa muda mwingi anakaa peke yake akitazama dirishani tu. Tamara akajibu kwamba Jerad amekaa naye pale kwa, kwa muda wa miaka minne mpaka sasa hivi lakini bado anaamini kwamba wazazi wake watakuja kumfuata. Tamara alisema hajui wapi mama yake alipo, lakini anachojua ni kwamba baba yake yupo gerezani na yeye hataki watoto wapate shida yoyote ile. Siku ile jioni, wakati Tamara anasogelea dirisha, anamwona Bon akimfundisha Jerad jinsi ya kuwa imara. Alifarijika sana kuona walau kijana yule amepata wa kumfariji. Usiku Pinball alipaswa kwenda kumfuata Bon. Kwa hiyo kabla hata hajamfuata Bon, alikuwa anacheza chase pamoja na Roberto na alishindwa, basi alitoa pesa ya kumpatia Robert Maisha yanaendelea. Huyu James ni mtu ambaye anaonia sana watu. Sasa kuna binti mmoja ambaye aliko sana hivyo aliamua kumuua kabisa, ili mradi asio na kumsumbua. Sasa wakati wanaondoka eneo la tukio, wanamuona Robert. James alihisi Robert ameona kila kitu, kwa hiyo alitaka ashughulikiwe sababu aliona kila kitu. Usiku ule, huku pambano limeandaliwa fresh tu. Sasa bwana, kumbe huyu hama boy huwa anachomwa sindano za kututumisha misuli huku akidai kwamba anaongeza nguvu za mwili wake.

Haya bwana, leo mtumbu ulikuwa na vibwengo wengi sana. Baada ya pale, wakaalikwa na James nyumbani kwake. James alimtambulisha bono kwa Angela lakini jamaa hakuonyesha kabisa kutamani, yaani alijidhibiti, japokuwa Angela alikuwa mkali kinoma. James akampeleka bono kwenye chumba chake cha siri alichokuwa anafanyia mazoezi ya mashware hapo alimwelezea namna mpambanaji anavyopaswa kuwa, yaani usafi wa mwili na roho, kwa sababu alisikia harufu ya sigara na pombe katika kinywa cha Bon. Kisha akatoa upanga na kutaka kumpima hivi, huku akiuliza kama Bon anaweza kutumia silaha yoyote katika zile. Bon alikataa akidai kwamba yeye anapigana kupitia mwili wake na viungo vyake ngangari, lakini kuna jambo alitaka kutoka kwa Bon pia.

Baada ya pale mwanaume amerudi na hasira zote kumvaa Angela. Alitaka angela achangamke na amtongoze Bon, lakini binti alikataa. Lakini James alipomshika kisawasawa na kumpatia vitisho, akaona akubali tio, maana atajikuta anapoteza maisha yake na kukata tamaa pale. Kwa hiyo, alikubali na kumfata Bon. Alimchukua jamaa, kisha akampeleka kwenye chemba fulani hivi. Demo anatetemeka kinoma, yaani hataki, ile inabidi tu afanye. Bon aligundua hilo, kwa hiyo alimwonyesha picha fulani hivi ambayo ilifanya binti ashindwe kabisa kujizuia, Picha ambayo bwana alipewa na msela wake jela na aliomba msaidie kuilinda familia yake. So I think I'm gonna like this. Baada ya kuweka mambo sawa wakatoka huko, wanamugizia James. Siku inayofuata James akaenda kwa tajiri mmoja hivi, alienda kuomba pambano, maana alikuwa na bondia wake maarufu mno na mwenye utashi ulingoni. Fancon alikubali lakini kwa masharti, kama bwana akishindwa, basi ajiandae kurudi utumwani pia atakaa kwake mpaka siku ya pambano. Usiku boni amerudi nyumbani, anakutana na maiti ya Roberto. Hakuamini kabisa kilichotokea, amezama ndani. Tamara alimwambia kila kitu, lakini mwisho wa siku akaishia kulala pamoja. Sasa James alitaka kuleta ubabe lakini akatulizwa kwa hasira. Akaagiza vijana wake waanze kazi. Alianza na Hammer Boy. Alitaka amchakaze vibaya pinboy mpaka aseme Bon alipo, kwa hiyo walimpiga sana mpaka Bon mwenyewe akatokea na kuangusha wote. Mpango ukamgeukia James yeye mwenyewe ah! Wakatazama usalama kwanza, maana nyumbani kwa James ndio ambapo kuliandaliwa hilo pambano kubwa mno. No. Boni alipofika pale alipokelewa na jamaa mmoja hivi ambaye ndo alimskoti mpaka katika eneo la tukio. Palikuwa na watu wengi mno, hata James alibaki akisubiria pambano. Boni alipofika pale, James alianza kuongea kwa kujiamini, maana alishajua kwamba pale hayuko salama kwa kile ambacho aliweza kuifanya. Aliropoka mengi mno, alisema pia kwamba yeye ndo alihusika na kifo cha Roberto, huku akitamba kwamba hapendagi nzi katika area zake. Kwa hiyo pambano likawa na lengo la kuhakikisha kwamba Bon anadanja pale pale, pale yaani hatoki akiwa hai. Winner by forfeit. You you knew that boy was here here the whole time, long before you ever came and knocked on my my door. I'd like like Angelus to to stay here with Jared after she gets cleaned up. I'd like to keep my promises. Na imani sana umefurahia hapa, tunaishia hapo. Mimi nina imani umeenjoy sana na umefurahia recap hii. Hapa basi gusa alama ya kengele uzidi kuwa mwana familia za elimini, kuna recap next time. Ciao.